Sio Bajaber hmm. ni Bajaber hmm? Eh, e, no, no no no no, hii ndo mnalikosea hmm. Ni ni Bajaber, Bajaber bay, bay, Kiswahili Ki tu ni bay, ni baj Bajaber sio Bajabir a ah, a ah, unasemaje kama una meno? Ni ni, ni Bajaber, Bajaber kufunga na, na pao unaiachia una, una, una, una kidogo Rrr. Ni Bajaber <laughs> sijui mnaelewa bajab Amtaweza amjifunze mjifunze Bajabir kufunga hii leo ni faida sana sana kwake yeye mwenyewe Bajabir. Uh, tangu ametua Simba Sports Club hajawahi kucheza, na wapo watu ambao walianza kumdhihaki sijumanilewe, lakini kweli ni kwamba alikuwa anapitia nyakati ngumu sana. Kwanza Bajabir yeye mwenyewe ni mshindani, anapenda kucheza na anapenda kushindana kwa sababu anao uwezo na alikuwa na kiu na shauku kubwa sana ya kutaka kuonesha ubora wake, lakini anaonesha sangapi ubora wake? Muda mwingi yuko, yuko, yuko kitandani, kwa hiyo ikawa inamuumiza. Kuna wakati alikuwa analazimisha yeye mwenyewe kutaka kucheza, lakini madaktari wakawa wanamzuia, kwa sababu angeweza kusababisha matatizo makubwa zaidi, lakini ni hali ambayo ilikuwa inamuumiza. Kwa nini sichezi? na Bajabir sio sio tapeli kwamba e, hata kama unajua, kuna, kuna watu wengine kuna, kuna, kuna, kuna, e, kuna watu wengine akiumia aki, aki na mm, na yeye ndo na anasafiria humo humo.